Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Kingine nawashukuru sana Simba wenzangu mashabiki na wanachama na, na Simba Sports. Tumeonyesha ukubwa wetu, tumejitokeza kwa wingi hapa Meja Isamuyo, na ni mmoja wapo kati ya uwanja wetu wa nyumbani. Nimefarijika, nimefurahi sana. Kipindi cha kwanza kama mlivyoona, tumecheza mpira letu lile la ligi. Kipindi cha pili baada ya zile sabu ndio tukapiga lile pira la kafu, lile pira la kafu JKT wamelishuhudia, wametoka vichwa chini, hawaamini macho yao. Nimefurahi, nimefurahi sana, nimefurahi sana. Nawapongeza sana sana, sana, tekniko benchi. Nawapongeza wachezaji wangu kwa juhudi walizozionyesha. JKT walikuja kwa nidhamu, watuheshimu. Simba ndio timu pekee tuliopata alama tatu katika uwanja wa Meja Samuyo. Kwa kweli, namshukuru sana Mwenyezimungu mwingi wa rehema kwa hichi alichotupa. Nimefarijika, nimefurahi sana kakayangu kemiya mwalimu anakwenda na, ndo maana kocha wetu sisi tunamwita tatuu, kocha wa mifumo. Mifumo yake iko ndani ya ile yani, unaona zile tatu ndo mifumo yenyewe. Ameangalia Jeketi wanacheza ligi kuu yetu ya hapa na wana ta profeshoni timu moja. Kwa kipindi cha kwanza tulicheza nao mpira wetu wa ligi ya hapa, kipindi cha pili tukacheza mpira wa kafu, yani kilituwakosi Jeketi ni ule mpira wa kafu ndio waliwaumiza kwa kweli. Mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu na namshukuru sana mwalimu wangu na technical bench kwa ujumla. Ukomavu wa timu kubwa ndio kama hivi, kama Simba Sports tutaamua kucheza mpira wetu we, wenyewe tunaoelewa sisi, hakuna timu moja itakaye tusumbua na jaketi. Kwa kifupi, sio siri, maamuzi leo kipindi cha kwanza kawasaidia sana, wamefanya makosa mengi sana, maamuzi yakawaeleweki, lakini Mungu siyo asmani. Kipindi cha pili mwamuzi naona kama alijirekebisha, lakini kujirekebisha kwake alikuwa ashachelewa. Matokeo yake Simba Sports tumepata alama tatu, alama sahihi. Tuna pointi tisa na magoli manane clear kabisa, pasi na shaka, na yote tumefarijika bro, tumefly sana sana sana sana sana, sana, sana, kaka zilikuwa zinapigwa pasi za aina gani leo na na Morris Ablamu ukitaka muone mtamu, sababu Morris Ablamu yeye alikuja kuchukua ile nafasi ya Sako na lile jina la propera mashine likaja kwake. Sasa alipokuwa yeye propera mashine, Morris Ablamu alipochanganyika na Elim Panzu, dr mashine kibisawala pale mbele, JKT hawakuamini macho yao. Tumuheshimu kwa vile ni JKT, lakini ingekuwa timu za kawaida kawaida, leo alikuwa anatoka vichwa chini uwanja wao kwao. Ulinzi toshelezi tukacheza kwa nidhamu, hatukutaka kuwadhalilisha kivili. Tukapata pointi tatu muhimu na magoli muhimu mawili. Kilichobaki tukawa tunapiga mipasi, mipasi ya kumwaika, ya kumwaika, mipasi ya kumwaika. Ndugu yangu, wanauliza tulipiga pasi gani leo? Tulipiga pira letu, pira zukumselebende. E, pira leo ni zukumselebende, umetaka utacheza au ujataka utacheza ukitema nchale ukimung'unya nchale ukichimama nchale ukikaa nchale chichi ndo chimba. Inaonesha kwamba nangu ni mchezaji mzuri, na isitoshe, hapa ndo tulikomchukua. Nampongeza mwekezaji wetu, alitia hela ya kutosheleza, sio yeye yeah, peke yake, na kuna wadau mbalimbali walipendekeza nangu achukuliwe, akiwepo kakangu Juma Katenga wa Dodoma, bila kumsahau mlisho transport wa Kamanga Feri, walitia ile chachu bwana. Kama kuna uwezekano pasi milioni msawishi mwekezaji amlete nangu. Nangu acha weka mbali na familia yako, yule meku meku anajua chokifanya kudada deki. Ukimwangalia chaguo la mwalimu wetu, alimwamini ndo haya, anatupa sisi faraja. Kuwa na simba tunafurahi. Yani leo bro, umenikuta tu nimegawa sana hela. Wewe kameramani, leo ulikuwa unaondoka na fedha, leo leo ulikuwa unaondoka na fedha. Sema kakangu mau katoka hapa, hayupo. Ungeramba vile, ungelamba vilevile madolari angokota Yaya ya. Yule Jonas Sani Soa malizia ile chana chana, nisha chana nayo. Sahivi nimemwungizia cheo, anaitwa B-52. Jonas Sani Soa B-52, yani akitua namna hii, hakuna kinachobaki. Yule ndo Jonathani Soa. Nampongeza sana mwekezaji wetu, na hata yule aliosema bwana Jonathani nenda Simba Sports, ni striker ambaye ana vitu vyote, ana ball food, ana ball basi, ana ball tecnico, ana ball brain. Huyo ndo Jonathani Soa B52. Basi tumalizie na hili hapa. Shomari Kapombe kuna kitu alikifanya uwanjani, uwanja ukalipuka wote, bizani likuja kidude fulani kilichowainua mashabiki, mkashangilia kwelikweli, kama vile kafanyia vile vitu vinaitwaje, pasi milioni. Kama ulitizama katika watu tuliokuwa na kumbukumbu kipindi kile, Golini tuna Kaseja mbili, tuna Cholo tatu, na Mafuta nne, Kevin Yondo ni Sentafu Nyoso 6, Mafisango 7, Ulu na Machako 8, Mwikazi Moto 9, Sunzu 10, Bobani na Kiemba 11, Manuel Kui Kapombe Mkude na Ndemla, Madogodogo Janja, Kocha Milovani. Bro Kapombe, nampongeza sana Milovani, chaguo lake na ndo hili mpaka leo hii. Shomari Kapombe, show me the way. Ukitaka kujua Shomari Kapombe ni mchezaji wa aina gani, muulize goalkeeper wa Orlando. Shomari Kapombe ndani ya Simba Sports, Tanzania captain mwenye nidhamu, mwenye weredi kila siku, Shomali Kapombe, mtamu kama nyama ya maini kama nyama ya maini yani, unatamani yani umuone, huyo ndo Shomari Kapombe shomi wei, baba e e e e, sta na okay. Alipata bahati alikwenda Ufaransa, lakini kwa mapenzi yake ya simba Sports, akutaka kucheza Ufaransa wei, kipindi kile ulikuwa bado Shomari Kapombe kenda Ufaransa kipindi kipindikile, mwenyekiti wetu Ismail Aden Rage Simba bwana la Simba la mimi unavyoniona mwembamba sio mwembamba, mnene sio mnene, mrefu si mrefu, mfupi si mfupi. Ah, mna enjoi leo. Leo nakwenda kwetu kwa miguu kutoka hapa meja samuu mpaka nyumbani kwa miguu shot kulia leo. Amza kanuni leo hasa kupanda usafiri hapa jeshi, ndugu zetu ah, jeshi ndugu zetu, na washukuru kwa vile wao wanajeshi, vinginevyo walikuwa wanachezea tagoli kumi leo. Haa, so wale walikuwa wanaondoka na mpira mko wala mwenyewe, si unaona alipokuwa anajikua kwa alikuwa anaumiza tu mapema, kila kiangalia kila kiangalia, na heshima lazima kidogo heshima iwepo. Uwanja wao na sisi ndio uwanja wetu wa nyumbani. Kwanza mimi napongeza sana viongozi wangu kwa kuchagua uwanja uwe wetu uwanja wa nyumbani, pichi yake ile. Kwa kwaliti ya wachezaji wetu, pumzi za wa wachezaji wetu zinalizisha uwanja mkubwa, pichi ndefu ile, yani ukenda huko umekwenda, ukenda huko umekwenda, na sisi ndio zetu zilipale jeketi leo kwao kama kwetu, kwetu kama kwao. Hawajaamini macho yao. Hiyo ndo Simba blaza. Pamoja pamoja, wana Simba tusizalao bajaji, ndege haitufikishi nyumbani.